Naam kama ilivyo ada ni Juni Mosi, ambapo mashindano ya Dudas Cup yanafanyika hapa. Hili ni bonanza ambalo na limeandaliwa naanayepatikana hapa Buhemba. Hapa sio mchezo, angalia mazingira namna alivyoboreshwa. Tunaona timu namna zinavyoingia kutoka Bunda. Unaangalia location ilivyo hapa, ni ndani ya uwanja Mara chache watu wanaweza kusema kwamba ni timbalaiuu juu yake wameandika ni Kapica Stadium, moja kati izo vyote vya kimataifa. Nyuma yetu hapo ni studio bora kabisa, ambapo wanarekodi, wanafanya vitu, na hii ni kampuni kubwa kutoka Msoma, wamekuja kufanya yote haya